Mifumo ya kodi inatakiwa iwe na haki, uwazi, rahisi wa kueleweka na yenye kuzingatia mazingira halisi ya biashara na uwekezaji ili kuhamasisha walipa kodi. Una namna gani hata wafanya biashara na wawekezaji wanapokuja na biashara ambazo sio zile ambazo tumezizoea, ni biashara ambazo zinakwenda katika uchumi wa leo, modern, uh, modern economy ambayo tunaiona. Kwa hivyo kwa namna yoyote ile ni lazima na sisi uh, tunataka kuhakikisha sera zetu uh, ambazo uh, ambazo tumezitunga awali ambapo kulipokuwa hakuna mabadiliko namna gani zinaweza kenda sambamba na mabadiliko ambayo yanakuja. Ni katika kongamano la kodi na uwekezaji lililoandaliwa na Wizara Nchi wa Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango Zanzibar. Tunahitaji kuhakikisha walipakodi wanahamasishwa na sio kuogopeshwa. Aidha, kuwajengea uwezo watendaji wa mamlaka hizi wawe wenye ujuzi, ufanisi na weledi, ili kuhakikisha wanatoa huduma bora bila ya kusababisha migogoro isiyokuwa ya lazima na walipa kodi. Kodi inayotajwa kuwa ni chanzo kikuu cha mapato ya serikali, huku ikishuhudiwa utekelezwaji wa miradi mikubwa ya maendeleo zikiwemo barabara, hospitali na ujenzi wa skuli. Hiyo yote ni kutokana na hali ya amani na utulivu. Thawaib Abdallah FP Media.